Utambuzi wa mabadiliko za nyakati na mwenendo wa imani yetu, kwa maana ni vitu vinahitajika tujue kwa kukumbushana. Vipo vimeandikwa na chuoni, vimesemwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kukumbushana ndiyo kupunguza lile joto la wakati wetu huu, ambayo ni wakati wa teknolojia na maendeleo ya kisayansi. Kwa hiyo inatufanya sisi tuweze kubalance zile hali zetu na imani zetu, tusiweze kuwa wenye kushawishika na kuharibu ule utu wetu ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ameutaka tuwe nao, utu kabla ya kitu. Tupo katika kuelezea alama au dalili za kiama zile za kati na kati, ambayo kutoka khilafatu Rashida. Wiki iliyopita tulikuwa tumeona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zilizopokelewa na mwetu wa hadithi mbalimbali, Tirmidhi na abi Daudi, Muslim na wengineo, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliashiria katika moja ya kupomoka majambo kutokwenda sawa, ni kubadilika utawala. Kwa maana kwamba khilafa ni utawala ambao ulileta tija na maendeleo makubwa kwa Waislamu kwa karne zote zile tatu zilizosema Mtume sallallahu alaihi wasallam

Baadaye kutatokea mabadiliko. Mabadiliko kama haya yatakuja kwa sababu gani? Akatuhadithia na akatuwekea wazi, kwa maana watu watakuwa sasa wameshajisahau na mafunzo ya mtume sasalam, wataanza kuingiza rai zao na misimamo yao mpaka kuwaona wale aliowachagua yeye katika sahaba ridhwanallahi taala hawana tena umuhimu na uzito katika jamii yetu ya kiimani. Wa fi dhalika, na katika hilo kulielezea Mtume sana kwa tabia haya mabadiliko kusema, alkhilafatu fi ummati 30 sana, utawala bora kwa umma wangu utakuwa muda wa miaka 30, thumma mulkun baada dhalika, kisha utakuwa ufalme baada ya hapo. Maanake itakuwa uongozi bora, kisha utakuwa jambo la ufalme. Ufalme tunajua mambo ya ufalme, mara nyingine hakuna kuchaguana, ni kurithi. Lakini khilafa kuna majlisi shura, kuna parliament la masahaba linakaa, fulani na fulani wanaweza kupita. Lakini kwenye ufalme ni kurithi, mpaka wengine wanauana kwa sababu ya ufalme kwa Mtume akautabia lakini, akatwambia utakuwa ni gradual kidogo, yani hatua hii kwa namna nyingine, mpaka una, unatokea kwamba si ufalme mzuri. Katika riwaya ambayo yanasema, awwalu dinikum, mwanzo wa dini yenu nyinyi, nubuwa wa rahma e, ni utume na huruma, manake mwenyewe Mtume sasa, so ndio mwanzo wa dini yenu thumma yakunu khilafatu wa rahma, kisha itakuwa ni uongozi bora na huruma ya utawala. Thumma mulkun wa rahma, kisha utakuja ufalme eh, lakini wenye rahma, wenye huruma ndani yake. Thumma yakunu mulkan wa jabaria, kisha baadapo inakuja sasa ufalme na kutuiza na nguvu ubepari yote hayo Mtume salam ametuambia kwa maana ya kwamba si tusiwe miongoni mwa hawa. Na katika riwaya nyingine akatuashiria ishara ambayo, walipokuwa masahaba zake wanabeba mawe katika kujenga ule msikiti wa Madina, akawaambia haulai yaluna lkhilafata baadi, hawa ndo wataotawalia uongozi bora baada ya imekufa kwa yote haya yakawa anatuonyeshea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, eh, anatutaka tuelewe nini maana ya uongozi bora. Tukiufanya huo uongozi bora maana hata sisi hali zetu zitakuwa nzuri kama zilivyokuwa nzuri, nzuri za wazetu wa mwanzo, mahma kana itavokuwa zije teknolojia zije nini gani, lakini kama tutakuwa na khilafa bora na khilafa bora ilikuwa na nini? Ilikuwa inatanguliza maslaha ya umma au maslaha ya jamii kuliko maslaha binafsi. Sasa wakati huu ndio yenye shida, kwamba kuna kitu maslaha binafsi. Mmoja katika wanachuoni wakubwa alizungumza katika karne ya tisa takriban mwaka 190 9s na something kwa mwaka ya hijria hijiria. Sasa tuko katika mwaka 1400, kwa ko miaka takriban 500 nyuma, karne tano, alizungumza maneno ya kusema kwamba zama zetu, yani kipindi cha z zama zetu hizi yatakuwa, yani mtu uache sana eh, muraqabati nasi wa mudaratihim kuwachunga sana watu na kuwarai watu. Kwa nini? Kwa sababu hili litakuwa linakupa taabu wewe tu, kwa sababu watu wameshikilia sana ishtighalu bi nufusihim, wameshughulika na nafsi zao. Wewe unashughulika na, na jambo la kijamii. Zama hizo miaka mia tano sasa hivi kwamba jambo la binafsi limekuwa sasa hivi ndio linaoharibu linaondosha ule uongozi bora, na ndio maana mafanikio hakuna. Hata ukaona watu wameshikana kidogo tu ule utawala bora, lakini itakuwa my community, my society, my family, vinakuwa vitu kama hivyo. Yani ah, sisi bwana kuku ni bwana ibadi ah, sisi, iba. sisi hivi yani namna hiyo hakuna ile figa ya kutizama muslimun nahnu lmuslimun imeondoka, ambayo ndio mtu mtusasema hiyo ndio khilafa ndo bora sasa. Kwa hali kama hiyo, ndo maana tunafanya mambo mengi ya kimaendeleo, lakini tunakuwa tuna udhaifu, tuna dhaifu kubwa katika nafsi zetu, tunakuwa na dhaifu kubwa katika nafsi zetu. Hatuwezi tukapata yale waliokuwa wamepata wenzetu wa mwanzo waliotangulia, lakini kukumbushana, kuelezana ndio jambo la msingi henda Mwenyezi Mungu akati ya hidaya katika ukumbusho watu wakabadilika. So, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, lazima sisi wenyewe tuonyeshe ishara ya kutoka mabadiliko, kwa hatua kwa mwenendo, ndio Mwenyezi Mungu naye anatupa, hakuna muujiza katika hilo. Ni wewe mwenyewe kuanza kuonyesha ile ishara ya mabadiliko, Mwenyezi Mungu anakuletea mabadiliko. Kwa hiyo anatuambia Ibn Kathir katika Bidaya Wannihaya rahimahullah kuelezea hii miaka 30 aliyotaja Mtume, ndio itakuwa uongozi bora, inakuwaje? Akatuelezea Sayidna Abubakar ametawala utawala wake ambao ndio khilafa yatambia mtu ni 30 sana. Baada ya hapo inaanza tena mwenendo ambao sio ule ambao uliosifiwa ar-Rashida, khilafatu ar-Rashida, mwenendo bora, uongozi bora. Unafoka sana na mambo ya kijamii na sio mambo ya kibinafsi nidhamu. Sawa, kuweka nidhamu inahitajika, lakini tuangalie jamii sasa hivi. Nikiangalia tu bwana mimi, haya community yangu ni fulani. Kuna waislamu hawako kwenye community yako au kwenye jumuiya yako au kwenye jumuiya nyingine, nao wa hawezi akapata benefit kwa hicho cho kiplani. Kwani Mtume swalla alayhi wasallam alikuwa akiangalia umma, one umma, umma mmoja, na alikuja kwa Khalifa wake hivyo hivyo, ilikuwa hakuna kubagua huyu huyu, lakini kuondoka ikawa vinginevyo. Ndio maana tunakuta sasa hivi tunakuwa tuko chini chini chini sana Sayyidina Abubakar akatawalia miaka miwili na miezi minne akaja Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akatawalia miaka kumi na mbili na miezi sita ushapata hapo miaka 14 na na miezi kumi akaja Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu akatawalia ishira miaka 24 kumi na mbili naye miaka 12 ila kidogo tu, kwa sababu tushapata takriban miaka 24 na miezi kumi katika khilafa ya Uthman. 30, akaja Sayyidina Ali radhiallahu anhu, naye akatawalia miaka mitano. 24 na 5, 29. Kawa kidogo. Akaja kumalizia sibtu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambaye Sayyidina Hussein bin Ali kwa miezi sita tu 30, ikatimia. Ibn Kathir anatuelezea katika Bidaya wa Nihaya hesabu hizo, nawezio wakamkubalia kwamba ni kweli khilafa kuja kidogo tu kwa miezi miini, lakini alichosema Mtume s kwamba sayakunu khilafatu badi 30 sana, kwamba khilafa itakuwa baada ya nini 30 sana thumma mulku baada ya kisha utakuja sa ufalme na ukishojua ufalme ndo mambo mengine. Kidogo kidogo na kwenda mpaka kufikia chini. Mpaka alipokuwa kwa nini Saidna Hussein radhi anhu akatala muda mfupi sana, sababu ndio hapo ilipoanza fitna sasa. Eh, kuingia Muawiya na yeye mwaka 40 min al hijra, akafanya ya kufanya mingineyo ni mahmude mingineyo ni madhmume, ikawa ufalme au nini, ufalme umeanzia hapo. Khilafa ile ambayo ilikuwa imezungumzwa na Mtume sala salam ambayo ni hu sana imekoma katika ufalme. Ni bora kwa utaona kwamba Mtume sala salam nini yote kutuambia masala kama haya kwa sababu yale matukio yanatupa sisi dira, kuwasoma wale wenzetu waliotangulia, nini kilichowafanya wafaulu na nini kilichowafanya wafeli, ili sisi tuepukane na njia za wafeli, tuweze kushika zile njia walizofaulu, turudishe hali yetu, na inawezekana, inawezekana. Lakini sasa na wao wenzetu hawakai wawalali maanake, wako macho saa zote. Kuna vitu vidogo vidogo vinatufanya tusiweze kufikia mo makubwa, na baada ya hapo kisha natupiwa lawama fulani. Tuchukulie tu mfano mfupi sana kwamba society au jamii ya Kiislamu ma wao ni watu wanahitajia ilmu ya kutosha ya kuongozwa, wanahitajia tiba ya kutosha ya kuongoza, wanahitajia mambo yao mbalimbali, hayo yameunganishwa. Lakini unakuta sasa tunashindwa kufikia, kwa sababu anatarajiwa mtu mmoja tu atekeleze, na hili nakuwa gumu. Shughuli zetu ukiangalia, zina taklifu, zina kulfa kubwa sana, zina kulfa kubwa sana lakini ukizungumza mara nyingine huwezi ukaeleweka. Tuchukue tu mawali tunayofanya shughuli za mawali, sengine tunafanya gharama zinafika mapesa mengi sana, ambayo kama ingekuwa sisi tuna kitu kinaitwa khilafa, yale yale ndio ingefanywa waislamu leo wawe na hali ile, kwa kipindi kile wanamfurahikia Mtume, lakini wana utisho aliotaja Mwenyezi Mungu kwamba wa antum ashadu rahbatan fi sudurihim, ninyi kuwa mna utisho Islamu na utisho. Sababu utisho unakuja kukompea au kuwa sawa na yule unaoishi naye. Wezetu wanaishi katika sayansi na teknolojia, sisi tuko mbali kabisa. Tutaweza vipi kukabili changamoto ambazo zinawakumba watoto wetu? Mshaa tunakubali tutoe dhahia tuwe tu dhahia tu tuwe, tuwe, manake victims, manake dhahia, tuwe watu ambao wenye kuasirika. Leo watoto zetu, mabinti, vijana wa kiume, mzazi unapata tabu kuelekeza, kusema unasoma hadithi zote, haelewi. Kwa sababu gani? Wenye lengo la kuchafua binadamu hawalali, wanakuja kila mbinu, kila namna kuna mavepo hayo, kuna pipi zinaletwa, kuna kadha kadha, yani ni mradi wewe utamzuilia mtoto na utamueleza mtoto, lakini inakuwa ngumu kwa sababu gani? Kwa sababu sisi wenyewe hatuna strategic mikakati, tupo kwa sababu katika hali ya kusba kwamba ah, fulani nataka kufanya bwana, mtu atamekia baharesa kwa maulidi. Na tena sasa hivi kuna ushindani Maulidi yako vipi, bwana? Mimi milioni sabini. Ah, bado bado kabisa. Milioni sabini? Sisi maulidi yetu bwana, milioni mia. E, maulidi kubwa sana. Se, milioni mia tuwakusanya maulidi tano tu tayari, tuna shule yetu au tuna hospitali. Wanawake wetu tabu sana, leo tunapata tabu hata watoto wetu tunaweza kucontrol, kwa wazazi ambao kidogo, wenye dinidini wana control mabinti zao kuanzia nasari, primary, secondary, fika chuo, mtihani ishakuwa ni dhiki. Tunashindwa kupata tu university ambayo tutaweka walimu wenye kimaadili na tusimamie, kwa sababu hawa wengine walikuwepo si wamaadili ili mtoto wa kike afaulu kwa wepesi wepesi atoe rushwa ya ngono, na linajulikana hilo. Serikali inajaribu kudhibiti kwa namna zozote, lakini mwisho wa siku wanashindwa. Wao sio washika peni, wao sio watoa lecture, wenyewe hawako hivyo. Wanalalamika binti zetu wa Kiislamu wanalalamika, ukhti zetu wa Kiislamu wanapitia challenge kama hizo, lakini sisi tu katika emotion, tumswalia Mtume mbona mara mia bwana? Unapata mara laki bwana huku tunaenda kufanyiwa mambo ambayo sio kuwa sahihi, lakini unakuwa hueleweki ukisema namna hiyo, kwa sababu naini, tumeacha khilafatu Rashida. Masahabu walikuwa wanafanya, wanamswalia Mtume, tena mpaka wanamuuliza namna gani tufanye. Walikuwa wakikaa wakimwelezea Mtume vizuri, lakini waliangalia humanity. Tutamnusuru vipi? hatuna hospitali ambayo inaweza kuqualify kutibia wanawake, jinsia tofauti, wanawake kwa kivyao, wanaume kwa kivyao. Alhamdulillah, tunasema tumeanza kuonyesha roho ile ya hivyo, lakini expensive, si watu wote. Na mtusa kiangalia sana watu wa chini, hali ya chini, adhaifu. Huwa sahibu rufqa, yule mtu dhaifu ndo rais kwenye msafara. Akatoa mfano kama huo watu kama nasafiri, kuna mmoja mzima, mgonjwa ndio lazima angaliwe. Akiwa hawezi kutembea kwa sana, na nyinyi msitembee sana. Akiwa hawezi kutumia feni, na nyinyi msitumie feni. Hapo tunaangalia hasa, tukiangalia tu wale ambao wenye uwezo. Uwezo hawa wenye hali ya chini wataangaliwa na nani? Khilafa turashida inahitajika irudi, na wala sio jambo gumu, ni ku recognize kugundua na kurudi kujua kwamba sasa ni hivi, tunahitajia kuunganisha nguvu. Kuna mmoja katika mzazi anamsomesha mtoto wake katika moja university anaogopa hata kumwagilishia uba. Kwa anahangaika, anaenda kukaa pale mlangoni vipi, lakini mwisho wa siku anakuta majambo mengine, pamoja na kujitahidi hivyo. Sasa ni mambo ambayo kwa kweli yanatusikitisha na tunaweza lakini, nataka ah, Farisa hataki bwana. Si yeye fulani hataki bwana. Sasa hataki kufanya hivi, si matajiri, si tunao. Sasa lakini tujue tunawafuata hao matajiri bwana, maulidi yangu bajeti yake milioni hamsini. Hatuwafati bwana, tuna shida hospitali, tushaanza ghorofa moja bwana, nataka vifaa hivi, hatufanyi. Kwa hiyo so, ni shida ambayo inatukabili na hatujui nani mtatuzi. Leo zinaeta vape kwa flavor fle, tofauti tofauti si tunaoingia huko kwenye jamii mashuleni huko tunakutana vitu kama hivyo, na vitu vimekuwa ni common katika jamii yetu, ambayo mtoto ile mtoto akishatumia ile akili yake inavurugika, haelewi kusoma tena, hajui mtu mzima, hajui yaani kila kitu kwake ni sawa. Wanakusudia kuharibu binadamu wetu sana. Sisi tuchukue zile hatua tukiwa na mashule yetu na madarisi zetu na hospitali yetu, na, na hatutoweza kuchezewa, tutafika hatu kwa uzuri. Kwa hiyo ni khilafa khilafatu ar-rashida. Shekhe apa anatuadithia kwamba majambo yanapokwenda kwa mfumo aloweka wanachuoni katika kufahamu hizi mabadiliko ya zama zetu, kuna namna mbili za kuangalia masahaba kuna nususu wa manaqib, alafu kuna nususu tahawulati. Yani nususu manaqib manake ni ule mkusanyiko wa fadhaili wa mambo bora, alati nataqa biha sallallahu alayhi wasallam, aliyazungumza. Wa wa mwenyewe mtume sallallahu alayhi wasallam eh fi haqqi sahabatihi wa ali baitihi, mwenyewe mtume aliyazungumza hayo katika haki ya masahaba na ali beiti zake waadkhala fi lmustawa alhasana sharia, akaoingiza katika hasana shar'i kwamba hawa ndio watakuwa wafuatwe, na no wafuatwe ki intellectuality, si so wafuatwe ki emotionally, kwamba masahaba walipiga hatua kwa wa njia ipi ipi? sio ma kwamba masahaba walikuwa kwamba wao ndio labda walikuwa wakusanya zaka sana, walikuwa wakifanya sadaka sana basi. Lakini kuna mambo kimeendelea yalikuwa yakifanywa na ndio ile Qur'ani iliongoza na sisi tushike kama hiyo. Nususu nyingine ambayo nafsi zilizokuwa zimeacha, ni zile tahawulat nayo ni maqulat, ni maneno alati hasa Nabii sallallahu alaihi wasallam anazungumzia zile yani marhala level au marhala maana yake hatua. Alikuwa akizungumzia hatua hii ikija, hatua hii hatua hii hi hi, hi. Zile marahili zote zi t tuzisome tuziangalie, tutapata kitu cha kujifunza na sisi tuwe katika hali nzuri. Anatuambia kwamba shekh, hapa zile marahili ambazo ni

tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukitaka kujua ufundi wake, ana majina tunajua sote 99 Mwenyezi Mungu anayo, lakini akusema bismillah, akusema bismi ali, akusema bismi ladhim, akusema bismi rabbi, kwa sababu ile elimu ukisoma kwa mwelekeo wa Mwenyezi Mungu, rabbi ni nini? Ambapo tunasoma alhamdulillahi rabbil alamin, mola mlezi wa viumbe wote kwamba ile elimu tutakayosoma itakuwa inalea na haitokuwa inafisidi. Ndio maana tunasema ikra. Kwa hiyo mtoto atasoma physics atajua kwamba ninahitaji kulea kwa physics yangu, kwa sababu anasoma bismi rabbika. Atasoma engineering atajua mimi nasoma bismi rabbika, akisoma medicine atajua mimi nasoma... wahalu majara na hivyo hivyo, lakini tume babaishwa hapa, tumeonekana kama sisi ni watu wanyonge, ni watu ambao wadhaifu eh, ama wengine dunia mwana dunia tu. La, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ametaka hii dunia iendelee, ndio maana afala nnasi an haqaiqi ukhrawia ndio maana akawapa akawapa pumbao watu wasione dhati na uhakika sa mambo ya kiakhera, kwa sababu kama wakiona dhati na wakiona mambo ya kiakhera dunia itakufa na yeye kasambia wastamara kumfiha na wanataka dunia ya Amerika ijengwe iwe kubwa iwe kadha kadha. Sasa ni nani wa kufanya hivyo? Ni khalifa ni khalifa ambaye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaja. Mwenyezi Mungu akutawafikia inshallah kesho za kuzielezea hizi haza marahil hasanatu marahil fi tahawulati, kama alivyotuelezea uh, mwanachuoni hapo kwamba zio katika stage tatu. Stage ya kwanza ni stage ya kwamba hukumu ziko za kwenda vizuri, stage ya pili hukumu inalegalega, stage ya tatu itaondoka ule utawala nini, hukumu akiniutawala utarudi, stage ya nne inakuwa moja kwa moja hakuna chochote, ndio kina sisi kana hothar aahiuinaitwahio marahil yanini ya povu ndo sisi, lakini kwa kurudi kwa kusimama, Mwenyezi Mungu ataondoa ile hali. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mwenyezi Mungu atafikie kwa machache tuweze kukumbuka, tuweze kuwa imara, atujalie miongoni ambayo yastamuna alqaula fayatuna ahsana. Alfatiha, e.